Karibu kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso. Wiki hii tunaendelea kukita kambi nchini Tanzania, ambako wiki iliyopita kiongozi wa chama kikuu cha upinzani CHADEMA Tundu Lissu alifunguliwa kesi ya uhaini baada ya kukamatwa mkoani Ruvuma. Kabla ya kukamata kwake, Lissu amekuwa katika kampeni ya nchi nzima ya hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi, akishinikiza mabadiliko kwenye mfumo wa uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. Katika hatua nyingine, Tume ya Uchaguzi Jumamosi iliyopita ilitangaza kwamba CHADEMA kutosaini kanuni za maadili ya uchaguzi imejiondoa kwenye uchaguzi huo. CHADEMA kwa upande wake imesema haikutia saini maadili hayo kwa sababu tume hiyo ilipuuza malalamishi yake kuhusu mchakato wa maandalizi ya uchaguzi huo. Mgeni wetu wiki hii kutusaidia kuchambua kinachoendelea nchini Tanzania na hatima ya CHADEMA kisiasa ni Alois Mchunga. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante sana. Kwanza tuangazie kukamatwa kwa Tundu Lissu na kufunguliwa kesi ya uhaini. Kabla sijaja kwako Alois, uh, tumsikilize hapa Rugemeleza Nshala, ambaye ni mwanasheria mkuu wa CHADEMA. Natuhumiwa kwa, kwa kosa la uhaini, kwamba maneno aliyoyasema, eh, kwamba kuna kutakuwa na harakati ambazo CHADEMA itafanya za ku kupinga mfumo mzima wa uchaguzi ilikuwa ni kuchochea uasi na kusababisha kufanya kwamba uasi dhidi ya Jamhuri ya Muungano ya, ya, Tanzania. Sasa kwa kuwa mahakama hii ya, ya, ya kimkazi wa Kisutu haina mamlaka hayo ya kwa sababu kesi hiyo inatakiwa isikilizwe na mahakama kuu, basi swala hilo tu limetajwa lime, lime, lime na kwa, kwa kuwa mahakama haina mamlaka na kosa hilo halina dhamana, mwenyekiti wa CHADEMA ndugu Lissu hajapata dhamana na kuweza kusema lolote kuhusiana na mashtaka hayo. Naam, Alois Mchunga, ulishangazwa na hatua ya Tundulisu kukamatwa na kufunguliwa kesi ya uhaini? kusema ukweli, sio jambo ambalo limekuwa la kushangaza kwa wengi, ni kama jambo hilo lilitarajiwa, hata kama isingekuwa kukamatwa kwa Tundulisu, lakini mzozo uliokuwa unaendelea baina ya CHADEMA na upande wa serikali na chama tawala, ilionekana kabisa kwamba huenda kungetokea jambo lolote ambalo ingi ashiria upande mmoja kuingia katika matatizo, kwa sababu tumefahamu Chadema tangu azindue kampeni yao ya bila mageuzi hakuna uchaguzi, wakiita kwa kimombo no reforms, no election, ni kama imeingia kwenye mtego na vyombo vya dola. Na kwa mara nyingi eh, wamekuwa wakijaribu kuhojiwa ku, ku, ku, ku, ku, kwamba ni kwa namna gani watauzuia uchaguzi, swali ambalo kusema ukweli mpaka sasa bado ni kitendawili. Naam, mbali na hilo sasa, kumeibuka na sintofahamu kuhusu ushiriki wa Chadema kwenye uchaguzi wa mwezi Oktoba baada ya mkurugenzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Ramadhan Kailima, kusema kwamba Chadema kutosaini kanuni za maadili ya uchaguzi kunaifungia nje kwenye uchaguzi wa mwezi Oktoba. Chama cha Demokrasia na, ch na Maendeleo Chadema hakijasaini kanuni za maadili hayo, maana yake kwa mujibu wa sheria na kanuni ni automatiki kwamba hakitaweza kushiriki uchaguzi kwa sababu chama chenyewe hakitaweza kupata fursa kuteua wagombea kwa sababu ya kili kusaini kanuni za maadili hayo. Na hata wagombea wao, ukisoma kanuni namba 20 na kanuni namba 26 na kanuni namba 31 na ya kanuni za uchaguzi wa rasimu na madiwani ambazo zimeshachapishwa, ni kwamba inasema mgombea wa chama cha siasa anagombea nafasi ya kiti cha rais, anagombea nafasi ya ubunge, anagombea nafasi ya udiwani, atapaswa kabla ya kuteuliwa kujaza fomu namba kumi ambayo inaonyesha kukiri na kuyatii kanuni za maadili ya uchaguzi ambayo kama chama hakikusaini maanake mgombea wake okay, hawezi kupewa hiyo fomu namba kumi kwa sababu chama chake itakuwa bado hakijakubali kanuni hizo. Hata hivyo CHADEMA inasema tamko hilo la tume uchaguzi ni kinyume cha Katiba, kupitia mwanasheria wake mkuu Rugemeleza Nshala, ambaye siku ya Jumanne alikuwa na kauli hii. Kile ambacho kimefanywa kinakiuka Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haki ya kikatiba haiwezi kupokwa. Kwa nini? Kwa kanuni zilizotungwa na nini, na tume ya nini ya, ya uchaguzi. Kwa hiyo tunasema tume imejielekeza vibaya, imefanya hivyo kwa nia ambayo sio sahihi. Kumekuwa na ajenda ya siri ya serikali ya CCM na tume ya uchaguzi kufanya nini kumomonyoa msingi wa uchaguzi wa uhuru na wa haki, na mwisho wa siku tuna kasha la mfumo ambalo limetengenezwa kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinabakia madarakani kama walivyosema, alivyosema e, Steven Wasira, mpaka Yesu atakaporudi. Alois, una tathmini vipi mvutano huu ambao sasa umeibuka kati ya tume ya uchaguzi na Chadema? E, ni kama ni, mtaza, ni kama ni, ni swala ambalo lina mtego kidogo, ni kama kuviziana ku, tunaweza kusema hivyo au kama mtego, kwa sababu kwa sababu kwa mujibu wa Tume ya Uchaguzi ni kwamba e, chama ambacho hakijasaini e, kandarasi hiyo ya kanuni za uchaguzi ni kama kimejiengua chenyewe, hakitothibitishwa kushiriki uchaguzi. Lakini upande wa Chadema wanasema swala la kusaini halina muda maalum, hakuna muda ambao umetajwa katika katiba au katika sheria kwamba lazima usaini kwa kipindi fulani ili mradi tu uchaguzi haujafika, ndio unatakiwa usaini. Kwa Chadema wanasema kwamba kusaini inaweza kuwa kwa wakati wowote kabla ya uchaguzi. Si kwamba wanatakiwa wasaini kwa sasa. Kwa hivyo kusema kweli bado e, ni mjadala, ni mjadala ambao ni mzito, lakini upande mwingine Chadema kupitia msimamo wao wa bila mageuzi hakuna uchaguzi, bila shaka inaonekana wa wazi kwamba ni kama hawana, hawana mpango wa kushiriki uchaguzi huo, kwa sababu upande wa serikali umesema mageuzi ambayo yamefanyika yanatosha na hakutakuwa na nafasi ya mageuzi mengine. Na sasa unafikiri hatma ya kisiasa Chadema ni nini, na inaweza ikafanya nini katika mazingira kama haya? Nafikiri kwa sasa wanatafuta uungwaji mkono wa makundi mbalimbali. Tunaona viongozi wa Chadema wanafanya jitihada kubwa kukutana e, na asasi ambazo sio za kiraia, wanakutana na viongozi wa dini, walikutana na mabalozi wa mataifa mbalimbali pamoja na jumuia ya kimataifa, ili kujaribu kuonyesha kwamba chama hiki kina e, hoja ambazo inabidi zisikilizwe na kinajaribu kuonyesha kwamba bado ni chama chenye ushawishi mkubwa katika siasa za Tanzania. Na hata baadhi ya wabunge kupitia chama tawala wamesema wazi kwamba ikiwa e, Chadema hawatoshiriki uchaguzi bado uchaguzi hautakuwa na umvuto ama na ushindani kama ilivyotarajiwa. Ni kusema ukweli, kwa sababu bado tuko katika mwezi Aprili, bado kuna nafasi ya mazungumzo kuendelea kufanyika, na bado wengi tunaamini kwamba huenda Chadema watarejeshwa katika mchakato wa kushiriki uchaguzi, lakini sasa swali linabaki hilo hilo, ni kwamba mageuzi wanayoyataka ni kwa kiasi gani yatatiliwa maanani na serikali. Hilo ndio swali ambalo bado kwa kweli linatusumbua tulio wengi, lakini pia kuna swali jingine la kwamba wanasema watazuia uchaguzi. Haijulikana mpaka sasa watatumia mbinu gani ili kuzuia uchaguzi usifanyike. Kwa hiyo nadhani bado tusubiri tuone, kwa sababu fursa mazungumzo bado iko na mpaka sasa hakuna ubalozi wote uliotoa tamko wala jumuia za kimataifa kutoa tu, mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu ndio yamelaani kushikiliwa kwa Tundu Lissu, lakini unaonekana kwamba bado meza mazungumzo ipo na huenda kukawa na maridhiano hapa katikati kabla ya kufikia mwezi Oktoba. Naam, muda wetu umeyoma sana, lakini kwa sekunde zilizosalia, una tathmini vipi mazingira ya kisiasa ambayo yapo nchini Tanzania, na unaona yanaweza wezesha kufanyika kwa uchaguzi huru na haki? Kusema kweli, bado kwa, ku kwa kuangazia uchaguzi ambao umefanyika mwaka jana, uchaguzi wa serikali za mitaa imeonekana bado kuna masuala ambayo kwa kweli inabidi yarekebishwe, kama ambavyo upinzani na wadau mbalimbali wa demokrasia wanataka. Masuala kama ya kuenguliwa kwa wagombea upinzani, masuala ya kukosea kujaza fomu na mtu anatolewa, masuala kama ya mawakala wa vyama vya upinzani kupata misukosuko anapokuwa kwenye vituo, lakini ustahamilivu na kura zenyewe, ukweli wa kura zenyewe ambazo zinatangazwa kwa washindi bado kidogo ni mambo ambayo nadhani yanahitaji kurekebishwa ili kutengeneza uwanja sawa. Kwa hiyo ukiangalia walichokisema CHADEMA, ACT Wazalendo wanasema hicho hicho, na vyama vingine vinazidi kushinikiza kwamba kuna mambo ambayo kwa kweli inabidi yarekebishwe ili tuende katika uchaguzi katika mazingira sawa, kwa sababu inaonekana kama bado uchaguzi unaofanyika si wa kuaminika sana, ingawa upande wa tume unasema kwamba wamejipanga kuhakikisha mwaka huu dosari zote ambazo kwa muda mrefu hazitajitokeza katika uchaguzi wa mwaka huu. Alois Mchunga, mchambuzi wa siasa za Tanzania, asante sana kwa kuungana nasi wiki hii kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante sana kaka, tuko pamoja hadi wiki ijayo tutakapokutana tena. Mimi ni Victor Abuso, kwa heri.